Nam, tukiendelea na taarifa zinazofungamana na, na matukio haya, familia ya marehemu Raila Odinga imeelezea taswira ya mtu waliyemuenzi na ambaye aliyebadilika kwa urahisi kutoka kwa mwanasiasa mahiri hadi baba na babu aliyependwa na familia yake. Familia hiyo ilihutubia waombolezaji katika mazishi ya kitaifa yaliyofanyika katika ibada ya kitaifa kundradhi yaliyofanyika katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, ambapo binti yake wa mwisho Winnie Odinga alitumia fursa hiyo kuelezea hali halisi ya kifo cha Odinga kilichotokea siku ya Jumatano. Brenda Wanga ana maelezo zaidi. Familia ya mwenda zake Raila Odinga iliwasili katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo kabla ya mwili wake kuwasili katika uga huo kwa ibada ya kitaifa ya wafu ya kumwaga kwa taadhima. Mamia ya wananchi waliofika katika uwanja wa Nyayo walikuwa hapo kumpa mkono wa buriani kiongozi wa kisiasa waliyemuenzi, kumfuata na kumheshimu. Lakini Aida Odinga wanawe, Rosemary Junior na Winnie pamoja na wajukuu wa mama Aida walikuwa hapa kumwaga waliomfahamu tu kama mume, baba na babu. well,

Familia ya Raila Odinga ikiwakumbusha Wakenya kuwa kando na siasa, umaarufu na mamlaka, Raila alikuwa mtu wa kawaida kwao na ambaye alipendwa na familia yake, wakihadithia kumbukumbu za maisha yao pamoja, ukaribu wao, utangamano wa kifamilia na mazungumzo yao Based our family I will miss watching Arsenali with you. I miss make Asenali. Mjane akifichua siri za miaka 50 ya ndoa yake na Raila. Just like any other family, there's been ups and downs. But as we continue living together, we've learned how to cope because we all have weaknesses and strengths.

Japo wanamwaga hapa jijini Nairobi, familia yake bado inagubikwa na wingu zito la majonzi kufuatia kifo chake cha ghafla, na hata kuweka wazi matukio kabla ya kifo cha Raila nchini India. Winnie alikuwa na babake hadi sekunde ya mwisho, pumzi zilipomkatika. He he, he died in my arms but he did not die like people have been saying on social media. Every day he was waking up and walking

Nduguye Oburu Odinga naye akiwasisimua waombolezaji kwa ngano za kale za maisha yao na urafiki uliokuwa zaidi ya uzito wa damu yao. His left hand was very fast. He could give you something to teach you a lesson that you must always be truthful. He protected me and my brother the later Gola because he was more brave in confronting anybody who attacked us. <laughs> Kumbukumbu kumbu za Raila kutoka kwa familia yake zilipamba hafla ya kumpa mkono wa buriani na kuigeuza kuwa somo la maisha yake, na kumbukumbu zilizodhihirisha urithi aliyowachia taifa, kando ka na upendo wake kwa taifa na familia yake. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.